Kwa mara kwenye nimekuambia kwenye, kwenye, kuj, kwenye the empire unaweza kubuild empire kwenye hizo engo tano na wala ukatafuta engo ambayo haina makelele na ukatengeneza amount of, unajaga wale silent killers, kutana naye ndo utagundua yani, kutana naye kaa vibaya kwenye njia zake ndo utagundua oh mstari maji marefu. Hii biashara yako ulikuwa unataka uimiliki, lakini sio isiwe direct kwako, alafu ndani ya kampuni kampuni ikafungua kibiashara kingine ambacho ndio hicho. So hii biashara inakuwa inamilikiwa na kampuni, kwa hiyo mmiliki wa hii biashara sio jina lako ikiwa tract inamilikiwa na kampuni, wewe ndio unakuja kumiliki kampuni. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa tatu kwenye chain. Mtu akitaka kukupata itamaanisha anatakiwa afanye research ya system inayorun biashara kwa siku, anakuta huko tukienda kwenye papers haupo, alafu uh, the real owner. Hiyo biashara inakuwa ni kampuni yako, kwa hiyo mpaka inabidi aje arudi kwenye kampuni, aanze kufanya tena research ya who runs the company who's director kija kwenye roots ndo aje akutane na who the owner ona na kwawe